Ploko, kwa nafasi ya pekee nipende kutambua uwepo wa Mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan. Nipende kutambua uwepo wa Mheshimiwa makamu wa rais, Mheshimiwa balozi Dkt. Emmanuel Nchimbi. Nipende kutambua uwepo wa Mheshimiwa waziri mkuu, Mheshimiwa Mwigulu Lameck Nchemba. Nipende kutambua uwepo wa Mheshimiwa spika, Mheshimiwa Musa Azan Zungu nipende kutambua uwepo wa chama viongozi wa serikali kitaifa, mheshimiwa waziri, mawaziri, manaibu wa waziri na waheshimiwa wabunge wote. Tumsifu Yesu Kristo, Bwana Yesu asifiwe. Anakuondoa ameshinda. Asalamu alaykum ndugu zangu waombelezaji, niko mbele yenu leo kwa majonzi makubwa sana ya kuondokewa na mama yetu kipenzi mama yetu hodari, mama yetu mpenzi wa wote, mama yetu mtia faraja na sisi pale nyumbani. Wengine mlikuwa mnamwita kiongozi, bali sisi tulikuwa tunamwita mama, tulikuwa tunamwita katakista, alikuwa mwalimu wa dini nyumbani. Tulimpenda sana mama, tuliishi naye kwa karibu, kwa upendo, naye hali aliunganisha sana familia yetu, lakini kubwa zaidi napenda nitoe shukrani za dhati kabisa kwa Mheshimiwa Rais. Mama alipougua kwa muda mfupi sana, mimi niliweza kufika nyumbani na tulitoa taarifa kwa viongozi katika muda mchache sana. Mheshimiwa Rais, tunakushukuru sana kwa maelekezo yako, na wasaidizi wako walitusaidia sana mpaka tukafika hospitali ya Benjamini na pale mama akaitemisha safari yake ya maisha. Tunakushukuru sana kwa upendo wako, kwa coordination yote kwa kweli kwa kweli, tunashikilia yale maneno uliyokuwa nayasema kila siku, mama huyu ni kilaka, na ulisema unamtumia sehemu nyingi sana, na ulipofika siku ile pelamio nyumbani ukasema libarikiwe tumbo liliomzaa Jenista Mhagama. Kwa wachache usioelewa Mheshimiwa Rais alikuwa anamaanisha nini, mama yetu huyu ametokana na mama Epifania Shawa Ngonyani ambaye ni muasisi wa UWT taifa na pia mwenyekiti wa kwanza UWT mkoa wa Ruvuma. Amehudumu kwa miaka ishirini na tano. Katulea katika imani, katulea katika misingi ya kupenda nchi, katulea katika chembechembe chembe ya uongozi, na hivyo tumechupukia, na mama yetu alichipukia humo na paka kasimama. Tunakushukuru sana mheshimiwa rais, tunawashukuru viongozi wote ambao mliweza kufika nyumbani na washukuru wote wanajumuia, mapadre kwa faraja za hapa na pale. Mmeeleza safari ya kidini ya kiroho ya mama, mmeongea kwa, kwa, kwa, kwa undani sana, siwezi kurudia sana, lakini niseme mama alitufundisha tuishi katika uchaji wa Mungu, kupenda kazi. Lakini hilo la kupenda kazi alilisimamia sana, na uzalendo wa nchi yetu. Mama huyu naweza kusema alikuwa kipekee sana mama. Kuna siku za sikukuu mama alienda kazini, kamuuliza mama, kwa nini umeenda kazini? Anakwambia, Victor, msipoijenga nchi mimi ataijenga nani? Tumsaidie mheshimiwa rais, ana majukumu mengi sana. Mama aliamini katika kuchapa kazi na alinisi sana na mimi na wadogo zangu na ndugu wote ulioenda pale kumsalimia mama tupende nchi yetu, hatuna nchi nyingine, tuwa wazalendo kwenye nchi yetu, tuchape kazi vijana, tuchape kazi, hakuna namna nyingine. Alitusii wote tuliopita katika mikono yake, uchaji wa Mungu, uchapa kazi na mengine mengi ambayo ni elimu na vitu vingine. Ukienda pale nyumbani kwake ni vitabu tu vimejaa. Mama alikuwa anapenda kusoma na siku zote alisema, Victor, mimi ni mbunge wa muda mrefu, ni senator, mchango wangu lazima uwe mzuri, siwezi kusimama tu naongea nisiwe na kitu cha kusema. Kwa hiyo ndiyo maisha aliyotufunza mama. Nawasihi sana wanajumuia, tuendelee kuenzi maisha yake katika upendo. Alijali utu, alijali fadhila, hakujali mkubwa wala mdogo, hakujali maskini wala tajiri, wote aliwasimamia kwa haki na upendo. na ushuhuda wenu mwingi waliojaa humu ndani, wengi waliguswa na maisha ya mama na wengi walimfahamu mama katika nafasi mbalimbali. Kwa hiyo ndugu zangu, ni tuendelee kuishi katika ukristo wake. Lakini sisi kuishi katika ukristo huo tukumbuke Jenista Mhagama aliipenda nchi yake, alithamini watu wa nchi yake, aliwapenda wana Pelamio, aliwafanyia kazi ya dhati. Najua kwa kupitia kwa kushirikiana na Mheshimiwa Rais, miradi mingi sana imeenda Pelamio, miradi ya barabara, shule, zahanati na mambo mengi sana yamefanyika Pelamio. Kwa kweli huyu mama hana deni. Na mimi kama mwana mwanapelamio naweza nikasema mama huyu ametustili sana. Na Mungu, na Mungu Mwenyezi Mungu airehemu safari yake. Hata ukimwangalia mtapofanya buriani na kuangalia uso wake umejawa tabasamu. Tabasamu la kwamba njia aliyoipita, njia aliyoiandaa kwa ajili yetu ni njia salama tuipite katika njia hiyo kiimani, kiushirikiano na pia kimaendeleo. Mama alikuwa mwana maendeleo, hakupenda kulala nyuma. Alikuwa na umri huo Mungu aliyomjalia, lakini siku zote alipenda kujifunza vitu na siku zote alijifunza vitu. Alikuwa anatu challenge, alikuwa anataka tuviweke kwenye action, alikuwa anataka matokeo. Kwa hiyo kila jambo utakalomshauri mama alikuwa anataka liwe na matokeo ama yeye atakalokuletea, alikuwa alikuwa anataka matokeo. Kibinafsi nipende kutoa shukrani kwa waheshimiwa maraisi, baba yetu Mheshimiwa Jakaya Mlisho Kikwete kwa imani ya kumpatia mama yetu kuhudumu katika baraza la mawaziri, Mheshimiwa marehemu hayati Dr. John Magufuli kwa kumwamini mama yetu, na pia Mheshimiwa mpenzi wetu mama Samia Suluhu Hassan daktari kwa kuendeleza imani hiyo kwa mama yetu. Binafsi kama wanafamilia na kwa niaba ya wanafamilia wote wa Mhagama na Ngonyani, tunashukuru sana viongozi wetu wakuu wa nchi kwa kuonyesha kwa kuonyesha imani kubwa kwa mama yetu. Na mara nyingi niweze kusema huyu mama hakuwa sio mama yetu sana, bali alikuwa mama wa taifa lote, alitumika vilivyo na alitumikia wengi. Hivyo kwa imani hiyo, ningependa kuwashukuru sana. Eiza nipende kushukuru ndugu na jamaa, marafiki, watu wote tuliokusanyika pamoja na jirani na wengine wote na watani zetu Wagogo, Wanyausi wote, wanasema za ugono wenyu, ale ale ale, sante. A washukulu pia wakolo nyumba wasongea wana vapelamio tisengwi sana. Wana familia, mama ambili, mama ambili, mama ayuko tena, ila tutaishi tukienzi yale yote Mwenyezi Mungu aliyemjalia. Sengwili sana. Asanteni sana. Asante Victor. Tunakushukuru. Kwa